Lema, hebu tueleze nini ambacho uh, kimekufika muda mfupi uliopita? Aka, uh, leo majira ya saa tano uh, alfaji, uh, alfajiri niliamka, nilikuwa na safari kwenda Kenya kwa sababu ya kuangalia afya yangu, nina tatizo kidogo la bega la kushoto pamoja na vitu vingine ambavyo siwezi kuvitaja kwa kweli ni sasa, nilipofika mpakani Uh, sababu nafahamu sasa hivi border ni one border post. Nilipofika mpakani, nilienda kwenye migration process kama kawaida, na sasa nabidi nianzie upande wa Tanzania. Nika- nikawa nimevaa hati nikatoa hati, wakaniangalia wakaniambia niweke fingerprints, utaratibu la kawaida wa migration ule hmm. Baada ya kuweka zile nini fingerprints, yule afisa wa migration aliniambia kwamba kuna tatizo Mheshimiwa Lema unafahamu kwamba huko blacklisted ya aurusii kutoka nje ya nchi. Nilisema sina taarifa, lakini nafahamu kwamba angalau viongozi wetu wawili wamekwisha zuiwa wakiwa katika viwanja vya ndege Dar es Salaam. Sasa uh, sijui ka, na, na, na, na, tulipata taarifa kwamba hii ban ilikuwa imewekwa kwa almost viongozi wote. Basi akaniambia alo, nakusikia akaniambia sasa uruhusiwi kusafiri kwa sababu uko kwenye, alitumia neno huko, kwenye stop list ya watu wanaotakiwa kutoka nje ya nchi. Nikasema kwa nini sasa? Baadaye nilifahamu kwamba siwezi kujibishana naye pale, kwa sababu ni, ni, ni, ni ofisa uo kwenye deski la kuingiza watu na kutoa watu. Aliniambia tu kwamba nikishakuwa hivi, manake natakiwa nitoe taarifa kwa bosi wangu, nika basi nipeleke kwa bosi wako alifanya utaratibu, akanipeleka kwa incharge wa migration pale Namanga. Nilipofika pale, nilitaka nieleze sababu kwamba mimi nina appointment na daktari kesho na naenda hospitali hospitali, tafadhali naomba nijue kwa nini nimezuiwa, na nikawambia sina shtaka lolote <coughs> na kituo chochote cha polisi Tanzania, wala mahakama, wala sina kesi yoyote mahakama yoyote, wala sina zuio lolote la mambo haya, na sasa nataka kufahamu ni kwa nini nimezuiwa aliniambia sisi tunachoweza kuona ni kwamba tuko kwenye listi ya watu ya yani, uko kwenye stop list. Sasa labda usubiri hapa, nimelikomuniketi kwa viongozi wangu wa juu, eh, mamlaka za juu, tujue nini kitaendelea. Kita nilikaa pale karibu masaa matatu manne. Baadaye waliniambia kwamba instructions zimekuja, paspoti yangu itapelekwa Dodoma na mimi natakiwa kwenda Dodoma, natakiwa kwenda Dodoma kwa ajili ya kwa ajili ya mahojiano wow, uh, zaidi. Na huko ndiko watakamua jambo langu kama naruhusiwa. Kwenda nikauliza mahojiano ya kitu kitu gani? nikaambia hapo ameandika reason ya kitu gani? Wakasema hakuna reason yoyote mheshimiwa Lema, huko huru lakini passport yako tutaishikilia, unaweza ukaifuatilia Dodoma, na uko Dodoma utakutana na viongozi wenzetu, mnaweza mkaajenga zaidi Umetajua basi, mimi nilitafuta usafiri wa endelea na mimi, basi nilitafuta usafiri wa kunirenti gari ya kunirudisha Arusha. Kwa hiyo nikafika nyumbani, nikawa kwenye msongo tu wa mawazo kwamba eh, mimi nilikuwa na naenda kumuona daktari na ni appointment nimepanga muda mrefu. <coughs> sasa <coughs> sasa, sasa ni, nikawa sina namna, siwezi kwenda, siwezi kuendelea safari Kenya. Aha, ulikuwa unakwenda Kenya, Kenya sehemu gani? na Nairobi, ulikuwa unakwenda Kenya sehemu gani? Nairobi na. Nairobi kwa hiyo, sasa ikabidi nirudi tu. Sasa nimerudi, na wale wakaniambia, nikawaambia sawa, nifuatilie passport lini ama nifuatilie, wale wakasema tu, tuna propose labda kama Monday utakuwa na nafasi ama, yeah. chunamili nimtafuta huyo ambaye ni mkuu nafikiri wa mkurugenzi wa masuala ya mipaka na hiyo mipaka na udhibiti, nikamwambia anipangie tu siku ambayo nafikiri itakuwa ni njema kwake, mimi nitafika, lakini ni jambo ambalo limeni limenihuzunisha sana kuniumiza sana kwa kweli kabisa sana. Lakini hujui kama una tuhuma yoyote au ulidokezwa kwamba lipo kosa hili limefanyika? Nina tuhuma gani? Eh, nina tuhuma gani? Mimi nasafiri kila siku, napitia mpaka huo na kwenda Kenya mara nyingi, napitia mpaka huo eh, na tuhuma gani? Na kama ungeona tuhuma wasingenisubiri migration, haiwezi kusubiri mpaka siku unapita mpakani, wangeweza kunipigia, wana pasipoti yangu wangeweza kuniambia bandaraba labda, Mheshimiwa Lema, njoo hapa kuna jambo hili na hili na hili, lakini hawajawahi kuniita, na mara ya mwisho nimepita hapo po boda ya kwao, wana paspoti yangu, wataona. Sasa jambo hili linakupa fikira gani, nini ambacho unaweza kusikia? Naamini viongozi wengi wa CHADEMA walikuwa kwenye bani, labda kama wataondolewa kesho, kwa sababu nakumbuka, hmm. katibu wetu mkuu naibu katibu wetu mkuu bwana Amani Golugwa alizuiwa pale pa migration. Hivi karibuni pia kuna bwana mmoja ni kiongozi wetu wa mambo ya tehama, alikuwa nakwenda Uganda kwenye masuala yake binafsi, alizuiwa pale hapo Dar es Salaam e, kwa sababu tuli vijana wa CHADEMA alikuja kuachiwa kwenye saa tisa usiku na ndege aliokuwa amekata tiketi alimisi hiyo ndege. Ni hofu tu, ni hofu na nafikiri aidha, kuna watu wengi hawana uwezo kwenye mifumo ya serikali, wanajaribu kujenga hofu kwenye mifumo ya ya serikali ya ulinzi na usalama kujenga hofu ambayo haipo, unajua. Ah, mimi nataka kwenda Kenya, nataka kwenda Kenya mimi uamini. Uh, ukitaka kwenda Kenya unakwenda tu, wala uhitaji kupita na migration kama wata. Mimi nitakwenda Nairobi, nitaenda tu Nairobi. Kama nitakwenda Nairobi, wala sihitaji kupita migration, wala sihitaji kupita migration, lakini napita migration kwa sababu najua ni sehemu ya sheria na ni sehemu halali, na, na, na, mimi ni kiongozi, siwezi kubenjuka benjuka, lakini ni hofu tu kwamba ni hofu na ni hofu inasababishwa na dhambi ulizonazo wasiwasi, so, so, wangu so, so, so, so, ni kwamba hii hofu itaumiza watu wengi sana. swali so, langu ni kwamba hao viongozi wengine ambao walizuiwa hakuelezwa sababu ni ipi, baada ya kurejeshewa pengine pasipoti zao kwa mfano mimi, nimeuliza nimeambia, nipeni basi hata reason, kwa sababu kama kuna reason serious mpaka naitwa mpaka migration, unasema passport yako imeitwa migration, ako, ime hitu, ime hitu migration. Ku, ku, kwa, mimi niko hapa nafanya mikutano kila siku, napita hiyo boda kila wakati, nasafiri kila wakati, wangeweza tukuniita hata kabla ya kupita. Hata leo nilikuwa nakwenda kwenye shughuli zangu, wamenizuia kwao ni hofu tu, na ni hofu inajengwa na jengu, vijana wengi wanaojifanya wana wanaokusanya taarifa kwa ajili ya masuala ya nchi, wanaandika taarifa za uongo kabisa, wanasema uongo wa kupinduka kabisa, na wamesababisha hiyo hofu. Imesababisha watu wengi sana wamekuwa matatani, watu wengi wanaumia kwa sababu ya hofu. Na mimi hadi na nimefika leo nika conclude ni bora mtu mkatili kuliko mtu mwenye hofu, kwa sababu mtu mwenye hofu anaweza akakufanyia kitu kibaya sana, akijua wanatenda tendo la haki. Mheshimiwa Lema, pole sana kwa haya yaliyokukuta na pengine tutafuatilia kuta kujua nini hatma yake. Okay, asante sana.